Kama tunavyofahamu masoko ya mitaji yanachochea maendeleo ya uchumi kwa kuwezesha upatikanaji wa rasilimali fedha na kuimarisha utawala bora na hivyo kuleta tija kwa kampuni na taasisi. Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana itaendelea kuweka mazingira wezeshi na shirikishi ili kuwezesha taasisi katika sekta ya umma na binafsi ili waweze kufaidika kiuchumi kutokana na, na uwekezaji ambao wameufanya. Miongoni mwa faida hizo ni kuongezeka kwa thamani ya wawekezaji wao wow, yani net asset value. Hii itawezekana ikiwa kampuni ya Vertex e, pamoja na mambo mengine, itahakikisha kuwa inafanya uwekezaji kwa tija kwa mujibu wa sera ya uwekezaji kwa lengo la kuongeza ufanisi na kupata faida na hivyo kuongeza thamani kwa wawekezaji. Kwa hiyo inasistiza kuhakikisha kwamba board na management ya Vetex nasimamia sera ya uwekezaji kuhakikisha kwamba thamani ya uwekezaji katika mfuku huu inaendelea kuwa kwa faida ya wawekezaji. Kwa zaidi ya miaka ishirini tokea kuanzisha soko la hisa la Dar es Salam mnamo mwaka 1996 moja iko na aina hii ya bidhaa iliyoorodheshwa sokoni. Kwa hiyo leo ni furaha na ni historia tumeiweka tena kwa masoko ya dhamana na mitaji kwa Afrika kuwa na hati, uh, dhamana kama hii iliyoorodheshwa sokoni. Hivyo tunawasihi wa Tanzania ambao hawakuweza kushiriki katika kununua au wakati inauzwa kwa mara ya kwanza, tunawasihi waje sokoni soko la hisa la Dar es Salaam, wanaweza kuipata kwa kuanzia leo. Itakuwa inauzwa kwa bei nzuri na wawekezaji ni fursa, hivyo ni sehemu ambayo wanaweza kunufaika kiuchumi kwa kuwekeza kwenye uh, mfuko huu uliorodheshwa sokoni siku ya leo. Leo Vertex, imepiga hatua muhimu sana ya kuintroduce ETF ya kwanza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam ambapo ukinunua kipande kimoja unakuwa umewekeza katika makampuni matano kwa wakati mmoja tunashukuru wawekezaji wote ambao wameweza kuwekeza kwenye ETF ya Vertex, kwa sababu tumevuka lengo kwa zaidi ya asilimia thelathini na sita tulipanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni tano lakini tumefanikiwa kukusanya shilingi bilioni sita nukta nane na wawekezaji zaidi ya elfu sita